kwa nini hawa wengine wote karibu milioni sita hawakuingia? Ni kwa sababu kuna habari walisikia, kuna kitu waliambiwa, wakasikia. Kwa hiyo kumbe shetani yuko, yuko very interested na kukuletea habari mbaya usikie. Yani anataka uletee ripoti, una kansa, una presha. Bwana Yesu asifiwe. Yani anataka usikie, alafu sasa ukishasikia hapo sasa ndo mtego umeanza, ili matokeo yaje kuwepo. Anaanza kwa kukuonyesha au kwa kukusikilizisha, na hata Mungu ili ile baraka uweze kuipokea. Anaanza kwa kukuonyesha au kwa kukusikilizisha. nilikwambia kuwa adui anamwigaga Mungu. hmm. Yani Mungu anavyofanya kazi na ndio adui anavyofanya kazi. Unajua, unajua kuna watu wanaweza wakasema kuwa kuna watu hawazeeki wa unakutana, kuna mtu amepewa dawa ya kiganga, akila hiyo dawa hafi mpaka siku hiyo dawa tapo itaapika na hiyo dawa akiitapika, mtu mwingine anapewa, ili naye pia aendelee kushika iko kiti hata kufa mpaka hiyo dawa tena ije kutolewa ndani yake. Mwana Yesu asifiwe. Sasa adui anamwiga Mungu.